Huu mmea ni maarufu sana e, ni maarufu sana na una majina mengi. Kuna ambao wanauita muhunga mkuu e, na kuna ambao pia wanauita e, patakuva. Lakini pia kuna e, kuna ambao wanauita ikingi, mahaka, maombo, makingili. Lakini kuna wengine ukienda kule Usukumani, kuna ambao wanauita e, bulaboka. Eh, lakini pia kuna ambao wanauita mvuga au mzugwa, hususani ukiwa maeneo ya mwambao wa pwani, ukienda kule Tanga. Sasa wewe mwanamke ambaye unakumbana na changamoto ya kutoshika ujauzito umekuwa ukihangaika, umefika katika, aidha upo katika ndoa au upo katika e, mahusiano ambayo wewe unahitaji kupata mtoto lakini hujafanikiwa kupata mtoto. Huu mmea ni kiboko. Ukiutumia mmea huu vile ambavyo nitakuelekeza, unatatua hiyo changamoto kabisa. Wewe mwanamke ambaye umeambiwa mirija yako ya uzazi e, imeziba labda ndio chanzo pia cha wewe kuto kupata ujauzito au kupata changamoto mbalimbali mbali kwenye mfumo wako wa uzazi, huweza ukatumia mmea huu kuzibua hiyo milija yako ya uzazi iliyoziba. Kama wewe wewe mwanamke ambaye una changamoto ya, eh, ya upevushaji wa mayai yako ya uzazi, huu mmea unasaidia sana katika kupevusha mayai ya uzazi pia huu unasaidia sana katika kutibu na kuondoa changamoto eh, tunasema zile changamoto zile, chango unaitaga chango la uzazi kwa mwanamke ambapo inaweza kukusababishia ukapata maumivu, e, maumivu ya tumbo. Unapata maumivu ya tumbo aidha ni chini ya kitovu au maumivu ya tumbo sehemu mbalimbali. Huu mmea unasafisha na kuondoa kabisa chango la uzazi kwa mwanamke, lakini mmea huu unatumika sana katika kuweza kurekebisha ule mfumo wako wa homoni a mwanamke ana homoni inayoitwa estrogen. Sasa wewe kama homoni yako kwa e, kulingana na mifumo yetu ya maisha, mavyakula tunayokula, shughuli tunazozifanya, stresi, misongo ya mawazo na mambo mengine mengine yanaweza yakaathiri hii homoni yako ya estrogen, na hii homoni yako ya estrogen ikishindwa kuzalishwa ipasavyo au ikiwa chini inaweza ikakuletea madhara mbalimbali katika mfumo wako wa uzazi ikiwemo kukosa kushika ujauzito, kukosa hamu na hisia ya kushiriki tendo la ndoa, na athari nyingine katika mfumo wako mzima wa uzazi. Kwa sasa, mmea huu ukiutumia, huwa unaenda kuweka kusawazisha na kurudisha ule mfumo wako wa, wa homoni za kike kukaa sawa. Wewe kama unapata changamoto za, e, za wanasema e, mimba kutoka, yaani wewe umekuwa mimba zako zinatoka mara kwa mara, huu mmea ni komesha, iwe mimba zako zinatoka kwa njia ya shiriki au mimba yako inatoka njia ambazo zinatokana na masuala ya kibaiolojia u mmea unakomesha. Kama wewe unakumbana na changamoto za eh, unakuwa unapata yale we, maambukizi umepata ma, maambukizi kwenye njia ya mfumo wako wa uzazi. Zile njia, kwenye mfumo wako wa uzazi tunaita PID, mmea na wenyewe unasawazisha unasa, unakuta kuna mwanamke anapata maji meupe meupe ambayo yanakuwa yanatoka ukeni yanakuwa ina harufu, anapata miwasho, fungus kwenye uke. Kama wewe una maambukizi katika mfumo wa njia ya mkojo kuanzia kwenye figo, e, ule mfumo wako mzima wa mkojo, kama una maambukizi yoyote ambayo tunaita UTI sugu, ile unatumia dawa unachoma sindano lakini bado inajirudia. Sasa huu mmea huwa unaenda unasafisha, yani unasafisha kabisa wewe kama unapata changamoto e, wakati wa hezi, yani unapata hezi, unapata damu ya hezi yenye mabonge mabonge, au unapata maumivu makali ya tumbo wakati wa hezi, au unapata damu nyingi sana kupitiliza wakati wa hezi, au unapata damu kidogo. Kuna wengine wanapata paka damu kama vitone vitone, hiyo ni shida. Kama unakuwa una, una, e, unakuwa upati hezi kabisa Yaani wewe kwa mwezi upata ungiwa na miezi mitatu ingine na miezi minne hapati hezi, hiyo ni shida. Hii dawa ukiitumia, hezi yako inarudi na inasafisha kila kitu kwenye mfumo wako wa uzazi. Kama wewe unapata changamoto e, za kwenye hezi, kwa maana ya kwamba inakuwa inabadilika badilika, mwezi huu inaweza kaza tarehe ishirini, mwezi ujao inaweza tarehe ishirini na tano zinakuwa zinavurugika vurugika, lakini hii dawa sasa inaenda kukurejeshea hedhi yako katika mpangilio mzuri. Lakini wewe ambaye unapata changamoto ya e, hedhi inajirudia, kuna ambao, kuna wanawake ambao wanapata hedhi zaidi ya mara moja kwa mwezi mmoja, hii dawa huwa inatibia kabisa hizo changamoto, inatibia na kuziondosha kabisa hizo changamoto zako ewe mwanamke, ukitumia na kufuata vile ambavyo nitakuelekeza, utashangaa maajabu. Zipo shuhuda nyingi ambazo mimi nazifahamu binafsi, lakini zile ambazo watu wanashuhudia baada ya kutumia mmea huu, wale ambao wapate watoto wamepata watoto, wale ambao wanapata wamepata maambukizi eh, ya PID maambukizi kwenye mfumo wa uzazi Yameisha. Wale ambao wanapata maumivu makali wakati wa hedhi, mirija imeziba wale ambao wanapata e, changamoto mbalimbali mbali kama nilivyozielezea, zimekwisha kwa sababu tu ya kuutumia huu mmea. Sasa mmea huu kuna namna ya kuweza kuutambua Kwanza katika muonekano wake, nadhani muonekano hapo nimekuonesha, unauona hapo katika e, unauona hapo jinsi ulivyo majani yake yalivyo. Lakini huwa pia unatoa maua, maua yake huwa yanakuwa ya rangi kama ya e, yanauweupe, lakini yana zambarau fulani hivi, yanakuwa yana rangi kama ya zambarau maua yake, lakini ladha yake yale majani umeso sumu raza yake ni chungu, yana uchungu fulani, yana ukakasi fulani, lakini yana uchungu. Yani kifupi, nisema yana uchungu, lakini yana harufu yake, ni kama eh, ni kama harufu kama vile umetwanga tangawizi fulani, ni kama minti. Ndio maana tu wanauchanganyaga mmea huu na ule mmea wa minti ni kama harufu fulani na paalia fulani inanukia fulani manukato fulani hivi, ni harufu fulani ambayo huwa ni nzuri na ina paalia fulani hivi. Kwa wee ambaye unataka kujitibia, fanya hivi: chuma majani e, viganja viwili. Cha kwanza chuma kiganja, cha pili ujazo, kwa kiganja cha kwanza, kiganja cha pili, upate viganja viwili. Yasafishe vizuri hayo ya majani yako vizuri kwa maji safi kisha ponda ya ponde ponde, alafu tafuta maji lita moja na nusu. Maji yako safi na salama, kwa sababu kumbuka unaenda kunywa eh, unaenda kunywa. Kwa hiyo weka haya ule, we, ule msago wako, au ule huyo ya ponda ile majani yake weka kwenye hayo maji jagi ya lita moja na nusu, kama ni kwenye jagi au kwenye chombo chochote safi weka alafu funika ya achi akai kwa masaa nane mpaka kumi na mbili. Sasa kwa wewe ambaye ni mjamzito, kwa wewe ambaye ni mjamzito una uwezo, unatakiwa kutumia eh, kwa wewe ambaye sorry, kwa wewe ambaye ni mja, ambaye unataka kushika ujauzito samani, unataka kushika ujauzito, tumia mmea huu kipindi ukiwa katika hezi yako kama unaenda siku tano hususani, tunasema kuna ambao wanaenda siku tatu, kuna ambao wanaenda siku tano kuna ambao wanaenda mpaka wiki. Tumia kunywa kikombe kimoja asubuhi, kikombe kimoja jioni. Asubuhi kabla ya kula chochote kunywa, na jioni kabla ya kupata ule mlo wa usiku kunywa, kwa kipindi chako chote cha hedhi ila nashauri sana ukanywa kwa siku tano mfululizo, utaona matokeo ya ajabu sana, utaona matokeo ya ajabu sana. Lakini mmea huu sio sumu, unaweza ukaendelea kuutumia kama chai. Kuna ambao wanatumia mpaka siku ishirini na moja, kuna ambao wanatumia mpaka siku arobaini na mbili kutegemea na tatizo lako lakini, kwa wewe ambaye unataka kushika ujauzito, tumia tu kwa siku zako tano, ukienda mpaka siku saba pia sio mbaya. Utaona matokeo ya ajabu itasafisha mirija yako, utashika ujauzito, itakusaidia kupevusha mayai yako na utaanza kwa. Kuna wale ambao kuna kitu ni kisaa wawapati ule, kuna ambao wanakosa changamoto, wanakuwa hawapati ule uteute ute ule wakati wanapokuwa wanataka kushiriki tendo na wenza wao. Hii pia na yeye inarejesha, inaondoa maambukizi yote, kwa hiyo kunywa. Lakini kwa wewe pia ambaye unataka kuondoa maambukizi mengine, maambukizi mbali ya ujauzito, kwamba wewe sio kama unataka kushika ujauzito, lakini unataka kusafisha kizazi chako, tumia eh, kinywaji hiki kwa siku saba, siku saba tu kunywa asubuhi, jioni, asubuhi, jioni, siku ya pili asubuhi, jioni, mpaka siku ya saba, utakaa vizuri. Baada ya siku ya saba, unaruhusiwa kuendelea kutumia mara moja walau kwa siku kwa kiasi tu. Eh, kulingana na ukubwa wa tatizo lako na muda gani ambao umekaa na tatizo lako, hii itakusaidia sana kuondoa maradhi mengi mengi mengi, sio tu ya mfumo wa uzazi, na maradhi mengine, minyoo kwenye tumbo, maambukizo, kwa sababu mmea unasifika sana kuwa ni antimicrobio, unapambana na vimelea mbalimbali mbali kwenye tumbo, kwenye mfumo mmeng'enyo wa chakula, bakteria. Tahadhari kwa wewe ambaye ni mjamzito, usitumie mmea huu kama ujauzito wako upo chini ya wiki kumi, usitumie kini. Tahadhari nyingine sasa, hii ni kwa ufanisi wa dawa hii, lakini pia kwa ufanisi wa eh, lakini pia kwa ku, ku, ku, ku kwa uhai wa mmea huu. Mmea huu usiuchume kama upo kwenye hezi, tafuta mwanaume au tafuta binti ambaye hayupo kwenye hezi. Tafuta e, mwana, binti ambaye hayupo kwenye hezi, au mtafute mwanaume, hakuchumie mmea huu, hakuandalie mmea huu, kwa sababu mmea huu huwa ukiuchuma wakati wa hezi, yaani mmea huu upo kama kivumbasi E, ukiuchuma mmea huu kivumbasi na huu mmea huwa una asili ya kunyauka ukichumwa na mwanamke au binti ambaye yupo kwenye hedhi. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya kuzingatia sana. Kwa hiyo tumia mmea huu kwa matokeo. Asante sana.